Karibuni tena kwa mara nyingine, hapa tupo katika eneo la bandari. Licha ya kwamba tutajifunza kuhusiana na hii bandari ya Kaole, lakini kingine pia tutaenda kujua pia anguko la mji huu wa Kaole kwamba ilikuwa limetokana na nini. Hii ni miongoni mwa bandari kongwe zaidi Kaole, na ni miongoni mwa bandari kongwe zaidi hata hapa Tanzania, kwamba shughuli zao zote, shughuli zao nyingi zilikuwa zikifanyika katika hili eneo hasa zaidi kwa upande wa wenyeji walikuwa wanaitumia hili eneo kwa ajili ya safari zao labda za hapa na pale, kwa sababu kama tunavyofahamu kwenye historia zamani, usafiri ambao ulikuwa unatumika zaidi ni usafiri wa majini. Watu walikuwa wanatumia mitumbwi, walikuwa wanatumia majahazi kwenda safari mbalimbali mbali. Na ndio maana hata maeneo ambayo yalikuwa yanakuwa zaidi ni yale maeneo ya ukanda wa pwani. Washirazi hao waliokuwa katika ili eneo la Kaole ndio hao hao ambao ukienda Kunduchi pia utapata taarifa zao, ukienda Tanga, ukienda Kilwa na maeneo mengine katika pwani hii ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo, bandari hii pia licha kwamba wenyeji walitumia kwenye hizo safari zao, lakini pia hata wageni pia wakati wanaingia walitumia ili eneo. Leo hii tunaweza kuona majengo kule, lakini wenyeji hawa wageni waliokuwa wakifia katika ili eneo wa Sherazi, ina maana walitumia ili eneo. Lakini iliweza kutumika katika wakati tofauti tofauti, aidha kwenye safari, uvuvi, ila ilikuja kuacha kutumika baada ya sababu mbalimbali mbali, miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea kuwepo kufifia kwa hii bandari, cha kwanza ilikuwa ni kutokana na uoto wa asili wa miti ya mikoko kama tunavyoiona imeweza kusheheni na imeweza kubeba eneo kubwa, inakadiriwa ni zaidi ya kilomita moja na nusu kuelekea mbele, mikoko hii imeweza kuota. Lakini sababu nyingine ni kutokana na kina kidogo cha maji, kwa sababu kama unavyofahamu miaka kadri inavyozidi kuendelea pia ina maana kuna, kuna, kuna baadhi ya vitu vinabadilika, kwamba teknolojia pia nayo inaendelea kukua, kwamba kama zilikuwa zinatumika labda zile boti za kawaida, lakini zitakuja boti ambazo zitahitaji injini na vitu vingine, kwa kuna baadhi ya ile majazi au boti au meli kubwa zinahitaji sehemu yenye kina kirefu, lakini kutokana kwamba tayari kulisha kuwa na uoto wa hii, badala ya kuweza kuiharibu hii mikoko waliweza kuona kusogea na kuelekea maeneo mengine. Kwa mfano, wengi wanasema kufa kwa mji wa Kaole ni kuanza kwa maeneo mengine ikiwemo mji wa Bagamoyo. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya sababu kama tulivyoniambia, kina cha bandari kuwa kidogo, uoto wa asili wa miti ya mikoko, lakini mwishoni mwishoni mwa karne ya kumi na saba na maana maeneo mengine yalikuwa yanakuwa. Kwa hiyo pia kuendelea kwa maeneo mengine Iliweza kuchangia pia bandari kuweza kudorora. Lakini bandari pia ya Kaole iliweza kutumiwa na wavumbuzi maarufu kama kina Burton kina Speke na hao waliweza kuwa wamekuja kwa ajili ya kuja kumtafuta Dr. David Livingstone. Kwa hiyo waliweza kupita hapa kwa ajili hiyo. Japo kwa bahati mbaya Dr. David Livingstone wakati huo hakupitia hapa, lakini kwa bahati nzuri waliweza kukutana naye huko Kigoma Ujiji maana kwamba kipindi cha maji yakijaa, basi haya yote uchafu unaoona huu unaletwa na maji. Kwa hiyo ina maana sasa hivi bahari no, imeweza kukupwa lakini ndani ya hii mikoko pia kuna viumbe hai wengine wanapatikana, tunaweza tukawaja kuwaona, tunawaita tondo au tunawaita suka. Hawa ni miongoni mwa vyakula na virutubisho vizuri zaidi kwenye afya ya binadamu, lakini pia kuna baadhi wanaweza kutumia pia hivi vitu hata kwenye mifugo pia, wanakuwa wana calcium ya kutosha. Kwa mfano, wengine wanatumia kusaga, wanalishia samaki, lakini pia Hawa hapa wanaitwa tondo, aa, wanaitwa tondo au suka. Wanaitwa tondo au suka. Hawa ni mboga, watu wa pwani wanakula hawa. Muona, kwayo, chemshua. Kwa kama unavyomwona huyu anachemshwa, kwa hiyo akisha chemshwa inakuwa ni rahisi kumtoa, kisha kishakunguta tu hivi unaitoa hii nyama ya ndani, ndio inaliwa. Kwa sasa kwenye kuipika kivyovyote vile unaweza ukakaanga au unaweza uka ukaipika labda na nazi afu ukaamua sasa ukala na kitu chochote kile ambacho utapenda, hivi hivi, kama supu, au ka, ukala na chapati au na wali kivyote vile na upenzi wako. Kwa hiyo ni mboga na ni kitu ambacho kiko expensive sana kutokana na maandalizi yake ni magumu sana paka uweze kupata nyama na nyama yake inakuwa vidogo vidogo sana. Kwa hiyo, na mikoko pia iko ya aina nyingi, mikoko ipo zaidi ya aina saba, ila kwa hapa aina ambazo zinaonekana ni hizi kama tatu ambazo zinaonekana kuna huu wenye mapana, majani ya hivi, lakini pia hata mizizi unaweza kuiangalia pia, inakuwa inaweza kutofautisha kwamba kuna utofauti wa mkoko huu na mkoko huu, au kuna utofauti pia wa mkoko ule mwingine. Karibuni sana. Lakini licha ya watondo, pia ndani humu kuna kaa pia, kama mnavyoona bado wadogo wadogo, lakini pia kaa wapo pia wa kutosha, na nadhani wako same kama hii, kwa sababu baadhi ya viumbe hai hao wengine wa, wanategemea vyakula vyao kula kupitia labda tope tope au vimajani majani, -majani vilivyomo humo. Kwa hiyo maana kuna kunakuwa kuko vizuri, na kingine pia huku kuna kwa kuko salama zaidi. shughuli za kibinadamu zinafanyika za uvuvi, lakini sio kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mazingira kama haya, hawa hizi seafood zinakuwa zinapatikana kwa wingi zaidi. Karibuni.